Mtawaombea, mtawatia moyo, mtawapa ushirikiano. Je, ndivyo mnavyoahidi mbele za Bwana? Ikiwa ndivyo, mjibu ndiyo. Tunakubali. Washiriki wa kanisa, kwa sababu mmekubali kwa roho ya Yesu ya kwamba mtawatia moyo, mtawafanya kuwa marafiki, mtashiriki nao katika kazi zote za utume, ikiwa mnaahidi ya kwamba, Mungu awasaidie. Mnaweza kusimama basi, tuombe. Baba wa mbinguni, Mungu wa milele, tumeinuka kwa ushirikiano wa umoja, sisi waumini na viongozi, kwamba wewe utakuwa lengo letu kuu na tutatazama juu kwa pamoja, tukishirikiana kwa ajili ya malezi na sasa watumishi wako hawa ambao wamekuja hapa mbele, ambao kanisa lako limewaita na wewe ndiye uliyewaita mwenyewe, mmoja mmoja, kwa idara yake, kwa sehemu yake ya kazi. Baba, tunaomba pokea mioyo yao na uwatenge kwa kazi hiyo rasmi ambayo wanatamani kuifanya mbele yao, ukawapatie njozi, ukawapatie maono ya kazi yako ukawapatia ratiba ya kimbingu kuhusu maisha ya waumini na safari yao ya hapa duniani ili kwamba kila mmoja katika eneo lake atakapokuwa akifanya sehemu yake kwa ajili ya malezi ya waumini katika idara katika kitengo alichopewa, Baba, ikiwa ni watoto, ikiwa ni vijana, ikiwa ni wanawake, ikiwa ni amo, ikiwa ni makundi mbalimbali mbali, katika namna zao na familia Baba ninaomba kwa malezi ya viongozi hawa waliokuja hapa mbele, kanisa lako likaandaliwe kama jeshi kubwa litakalosimama mbele yako siku ya mwisho. Kila mmoja ukamsaidie kutenda wajibu wake kwa nguvu zake zote. Baba ninaomba asiwepo hata mmoja atakayesikia hasara kukutumikia. Bariki kazi za mikono yao Bariki mashamba yao na miradi yao, hata ule muda watakao utumia kwa kazi yako ukarejeshwe mara mia katika miradi yao, ili kwamba wasione kupungukiwa, bali kubarikiwa zaidi wanapokutumikia. Lakini zaidi ya hayo, bariki familia zao, uwafanye kuwa mfano na kielelezo katika ibada, katika familia zao, na katika matoleo, na katika mwenendo wa usafi wa maisha ya kiroho ukawafanye kuwa vinara katika makanisa yao, na kupitia viongozi hawa kanisa lako likaamshwe, na pentekoste ikatokee katika makanisa yetu. Roho wako akamwagwe, ili kwamba makanisa yetu yote yakaandaliwe kwa ajili ya ufalme wako. Ahadi hii Baba ukaweze kuitimiza katika makanisa yetu yote, lakini tunaomba jambo moja, wapatie ushirikiano na washiriki wapatie ushirikiano na viongozi wale wa makanisa, viongozi wa kanisa, wachungaji, wazee wa makanisa na maofisa wote. Baba, ninaomba wakawe kitu kimoja, ili ulimwengu utambue kwamba umewatuma. Sasa Baba, uwategemeze.